Huo ni hata sisi hakuna hiyo imagination ya sisi kukua hapa pale tuko sasa hivi. Mimi nasema sorry kwa watoto wetu juu notes za history zinaongezeka.

Ge, ge kumbuka, ni ni pati moja tu ingerule ile fulani ya nani ya rap Moi, juu ilikuwa hiyo kitu, ilikuwa serious. Ungetoka na yako na skinga, ilikuwa serious guy... yeah. Ungetoka na yako na skinga, ilikuwa punishment nyingine kubwa sana ndio hiyo hiyo kitu ilikuwa serious, alifungwa 6 years in prison. Ndio hiyo shit hadi ikambidi ya ya mkuru ya kwa jela alikuwa a jela amejionea I'm not I'm not, I'm not much into history mm -hmm. but in in your life it's like two, it's, a, it's a like a coin mm. kuna faces that kuna face poor, kuna face mbaya you know